Rais wa China Xi Jinping amesema hakutokuwa na mshindi katika vita vya kibiashara wakati anapoanza ziara yake huko nchini Vietnam, na wakati huo huo masoko ya hisa katika bara Asia yamenawiri baada ya taarifa za kutotozwa ushuru kwa vifaa vya kielektroniki vinavyoingizwa nchini Marekani, lakini wawekezaji wanaendelea kuwa waangalifu kutokana na kadhia hiyo. Zainab Aziz anaarifu. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kuwa na uhusiano imara na Vietnam kwenye biashara na kuimarisha minyororo ya usambazaji, wakati ambapo usumbufu unaosababishwa na ushuru wa Marekani unapoonekana kote duniani. Xi ameanza ziara yake kwenye mataifa matatu ya kusini mashariki mwa Asia na leo amewasili katika mji mkuu wa Vietnam, Hanoi. Ziara hiyo inafanyika wakati Beijing inakabiliwa na ushuru wa asilimia 145 uliowekwa na Marekani dhidi ya bidhaa za China zinazoingizwa nchini Marekani. Masoko ya hisa yalinawiri hii leo Jumatatu baada ya tangazo la Donald Trump la kutotoza ushuru vifaa vya kielektroniki. Bara Asia lilifuata mkondo huo, huku hisa za makampuni ya teknolojia ya Hong Kong, Tokyo, Shanghai, Seoul, Singapore na Manila yakiimarika kwa takriban asilimia mbili. Rais wa China Xi Jinping ameonya kwamba mtindo wa kila nchi kulinda uchumi wake kwa kujipendelea hautaielekeza dunia mahala pema, na amesisitiza kwamba vita vya kibiashara havitakuwa na mshindi wa moja kwa moja. Huang Le Tu wa taasisi ya kimataifa inayoshughulikia migogoro ya kimataifa amesema muda wa ziara ya rais wa China unatoa ujumbe mkali wa kisiasa kwamba eneo la Asia ya Kusini Mashariki ni muhimu kwa China. Kiongozi mkuu wa Vietnam To Lam amesema nchi yake siku zote iko tayari kuungana na China ili kuendeleza ushirikiano wa pande mbili, ambao amesema ni muhimu zaidi, wa kina, wenye uwiano na endelevu. Kiongozi wa China Xi Jinping na katibu mkuu wa chama cha kikomunisti cha ja Vietnam To Lam wametia saini mikataba kadhaa hii leo Jumatatu mjini Hanoi, ambayo inalenga kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili katika sekta za kilimo, misitu na uvuvi. China na Vietnam zote zikiwa na tawala za vyama vya kikomunisti tayari zina ushirikiano wa kimkakati wa kina, na Vietnam kwa muda mrefu imekuwa ikifuata mbinu ya diplomasia huru katika uhusiano wake na nchi nyingine, kwa kukita mizizi katika kanuni za kuwa na fursa ya kubadilika, uthabiti na uhuru, na ndiyo maana inajitahidi kuwa na maelewano mazuri na nchi zote mbili za China na Marekani.